Karibu, mtazamaji, mimi nafahamika kama Rashid Abdalla. Na watu wanne ambao ni mwendeshaji bodaboda pamoja na abiria wake watatu wameaga dunia baada ya kugongwa na lori karibu na mahakama ya Kajiado, kwenye barabara kuu ya Namanga. Walioshuhudia ajali hiyo iliyotokea jana usiku, lori hilo lilikuwa likielekea upande wa Kajiado mjini kabla ya kugongana na pikipiki hiyo, ama kugongana na da dafrau na pikipiki hiyo. Dereva wa lori hilo alitoroka baada ya ajali hiyo, huko miili ya marehemu ikipelekwa katika makafani ya hospitali ya rufaa ya Kajiado. Tumepata ajali mbaya ambayo lori imehusika na ajali ikawa imegonga pikipiki, kaua watu wanne hapo hapo. Mmoja wao ni namuita babangu mdogo, kwa hivyo kwa kweli mioyo yetu tuna machungu, tuna masikitiko, tumepatwa na mambo haya kwa ghafla sana na tuko na pigo. Tunasikitika sana kama uh, sekta ya pikipiki piki, kwa kupoteza ndugu yetu mmoja ambaye ni miamba wetu jana usiku katika ajali iliyotokea hapa Kajiado. Uh, ningependa tu kuhamasisha ama kusihi watu wetu wa pikipiki haswa hii wakati wa season, uh, nini, eh, fest, festive seasons, ajali tunashuhudia ni mingi sana zinatendeka, lakini mi ningeomba ya kwamba tuwe waangalifu barabarani. Ningeomba ya kwamba tufuate tu sheria, tuende tu polepole pole, utafika tu, enda polepole pole, beba wale wateja ambao wanahitajika kwa pikipiki Uh, usikue usi over, overload kwa sababu wakati mwingine hiyo pia inasaidia ama inachangia kukosa balance.